Uvumilivu wa Marekani kwa Tel Aviv unaelekea ukingoni. Vyanzo vya habari vilivyo karibu na mazungumzo ya mateka kati ya Israel na Hamas hata vile vilivyonukuliwa na CNN vinaonyesha kwamba Marekani inazidi kukosa subira. Kwa nini? Kwa sababu malengo ya viongozi wa Israel katika mazungumzo haya bado hayaeleweki. Mtu mmoja wa ndani alisema na nina nuku, uvumilivu wa Marekani kuhusu suala hili unaisha na utakwisha kabisa. Uchunguzi huu unamlenga zaidi waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu ametumiwa kwa kuwapuuza wataalamu wa usalama katika mazungumzo haya muhimu, badala yake amechagua kuweka mbele maslahi ya kisiasa. Anakabiliwa na mashtaka ya ufisadi na changamoto za kisiasa nyumbani. Wakosoaji wanasema anatumia mzozo wa Gaza kujishikamanisha na madaraka. Lakini hii inamaanisha nini kwa uhusiano wa Marekani na Israel? Washington, shirika wa muda mrefu na msaidizi wa Israel, inaanza kuona nyupa katika usaidizi wake usioyumba. Baadhi ya maafisa wa Marekani, ikiwa ni pamoja na wanasiasa mashuhuri, wanaanza kujiuliza ikiwa uongozi wa Netanyahu unakuwa mzigo. Kwa kweli kuna wasiwasi unaongezeka kwamba utegemezi wa Israel kwa msaada wa kijeshi na kifedha kutoka Marekani unaifanya ionekane kama mzigo wa kimkakati. Baada ya matukio ya operesheni ya mafuriko ya Al-Aqsa mwaka 2023, udhaifu wa Israel uliwekwa wazi na kuimarisha mtazamo huu zaidi. Na sio shinikizo la ndani tu. Sera za Netanyahu zimeharibu uhusiano na mataifa ya Kiarabu zikidhoofisha mikataba muhimu kama vile mapatano ya Abraham. Ongeza hayo matatizo ya kisheria ya kimataifa kama vile hati za kukamatwa zilizotolewa na ICC na hali inakuwa tete zaidi. Sasa nini kitafuata? Wachambuzi wengi wanasema ni wakati wa Marekani kutathmini upya msimamo wake. Baadhi wanaamini kwamba uongozi wa Netanyahu sio shida ya ndani kwa Israel tu bali ni kikwazo kwa maslahi ya pamoja kati ya mataifa hayo mawili. Hiki ndicho kini cha jambo. Marekani imekuwa mmoja wa washirika wa karibu wa Israel kwa miongo kadhaa, lakini kadri machafuko yanavyoongezeka, uvumilivu unapungua na uaminifu unaanza kuporomoka. Je, tunaweza kuwa tunashuhudia mwanzo wa mabadiliko makubwa katika muungano huu wa kihistoria? Wakati ndio utasema. Asanteni kwa kutazama na msisahau kusubscribe. Kwa taarifa zaidi kuhusu masuala ya kimataifa, tuendelee na mazungumzo katika sehemu ya comment hapa chini.